Habari za wakati huu, mtazamaji wa Sport Leo popote pale ulipo, na kukaribisha katika kipindi kizuri wiki hii michezoni, na tutaangazia masuala mbalimbali, baada hasa ya timu za taifa kutoka katika michuano ya kufuzu kombe la dunia. Tunaangalia sasa michuano ya CRDB Federation Cup, lakini pia michuano ya kimataifa ambapo simba anakwenda kuwakilisha katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika utakuwa na mimi Grace Mkojera. Niko na mgeni hapa, mchambuzi wangu wa leo ni Alfred Kavishi, karibu sana. Asante sana Grace, na tunaanza kwa kuangazia, tunaangazia kimataifa kwa simba, simba atacheza na Al Masry katika mchezo wa kombe la shirikisho Afrika. Labda wachezaji wamerejea, wa simba waliokuwa katika timu zao za taifa. Simba inakutana na mchezo mgumu mbele yao tena wakiwa ugenini. Unaapa nafasi gani? Uh, uh, hi, hii sasa, hii ndo ukisikia kwamba ugali moto mboga moto ndo hii yani, ukisikia mtu akwambia hivyo maana halisi ndo hii, kwa sababu ni michezo ambayo inahitaji akili nyingi sana mikakati mingi sana ndio maana unamwona kocha wa Simba Fred Davis amelalamika baada ya mchezo dhidi ya Big Man akisema kwamba walikuwa wamesheka mipango yao yani, yani unajua kama mgonjwa ambaye anasubiri ukimuza tu itokeola kutokea Ndo Frai anamaanisha kwamba hi mechi ya, ya, na, na, na, na Almasri ina yani, ya si kwa kwa ya mechi ambao ya uh, Simba wakati wanawasili Cairo kabla kufika Ismailia. Uh, mba mbao, njia njia ya kufika Ismailia, mazingira ambayo tayari nje ya uwanja yapo yanakuonyesha kwamba kuna shughuli Aprili mbili, yani shughuli sio ndogo kwa sababu Unajua hizi timu kama Al Masry eh, za Misri ni timu ambazo huko tunaziona za kawaida, lakini kule kwao ni watu ambao wana heshima katika nchi zao. Ni watu ambao wana, wa, wa, wa, yani, kule hakuna timu mbili kama tunavyozoea sisi Simba na Yanga. Kule kuna Ahali, kuna piramidi ambayo amekuja sasa, kuna Zamalek, lakini hao wengine kama Al Masry yani ni kwa sababu tu wamepoteza makali yao katika nyakati za hivi karibuni, lakini ni timu ambazo wana mashabiki wao, yaani unaweza ukaenda katika uwanja Juni 30 ukaenda ukakuta 45 ni Almasi, 45 ni Ahali, tofauti na huku akicheza kwa mfano Yanga na Azam utakuta sijui mashabiki 5 ni wa Yanga, sijui ndo wamechanganyika. Wame timu nyingine zote ambao wana support Azam FC ni tofauti. Kwa hiyo mazingira nje ya uwanja ameshaanza kuonyesha kwamba haitakuwa mechi rahisi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Simba lakini pia sio rahisi kwa Almasri na ndio maana Almasri wanachokitaka wao ni kuhakikisha kwamba wanatumia vizuri faida ya, ya, ya, ya nyumbani, nikimaanisha kwamba wanafahamu Benjamin Mkapa ni tanuru la moto. Kwa hiyo wanafahamu matokeo katika uwanja wa nyumbani yatawatengenezea njia, lakini wapo katika mtego mkubwa sana, hasa kwa kauli ya Faru Davis ambaye amesema kwamba Simba wanaenda Misri kutafuta matokeo ambayo yatakuja kuwafanya wacheza akiwa na tabasamu uwanja wa Benjamin Mkapa, na kama umefuatilia vizuri, angalia mechi na Bravos, angalia mechi na Constantin, angalia mechi na sa ambayo amecheza katika hatua za makundi ya michuano hii, Simba ugeni ndio amekuwa best tofauti na nyumbani. Amefungwa na Constantin mbili moja kule kwake, lakini unamuona Simba alivyocheza. Kaenda kule kamfunga Bravos kwake. Umeona? Kwa na mazingira kama haya kwa hiyo unachokifanya tu kocha ni, ni, ni, ni kuweka morali kwa sa kuweka sa mbinu na morali waenda kucheza. Kwa hiyo eh, kwa swali lako msi, la msingi kwamba ni mchezo aina gani? Ni mchezo mgumu ambao umekaa kimkakati. Turudie hata kocha Fadwa anajua mwenyewe hii imekaa kimkakati kwa sababu Simba lazikaenda kule kwa mazoea kwamba mimi nyumbani ugenini na, ugenini kama nyumbani, hata caption yao jana wakati wanapokea mashabiki ugenini kama nyumbani, ukafunguka kwa jikuta umefungwa katika matokeo ambayo atakufanya uwe na mlima katika uwanja wa nyumbani. Na tufahamu kwamba bado Afrika ile sheria ya goli ugenini inaendelea. Kama utapigwa mbili bila kule, ina maana bila ushinde tatu bila hapa, ili uende. Mbili moja uende popote, kama umefungwa moja bila. Ukifungwa moja bila kule, kama ukafunga mbili bila hapa, kama mbili, mo, mbili moja, ukafungwa mbili moja kule Misri, ukaje ukashinda moja bila hapa kwa Mkapa, unaenda wewe. Kwa hiyo hii ndio mikakati ambayo naizungumza. Al-Masry hataki Simba apate goli, Simba anataka kupata goli Misri kwa sababu anajua faida ya goli la ugenini kwa hiyo ni mikakati mingi sana inahitajika, lakini hebu tuzungumze, tuzungumze kuhusu Al Masry jinsi yes, walivyo, wanavyocheza mpaka wanafika katika hatua hiyo. Wamaliza katika nafasi ya pili kwenye kundi lao na hawajamaliza kwa kubahatisha, kwa sababu ukiangalia kundi ambao walikuwepo kwa pamoja, na ndugu zao USMA <laughs> unafikiri ukizungumza kuhusu una, una, unafahamu ni timu ya aina gani? Sasa ilikuwa lazima tu wapishane moja moja, wa kwanza moja, wa pili kwa sababu ya nature ya timu za Afrika Kaskazini walivyo. Sasa napata mashaka sana watu wanavyochukulia mechi kwamba ah huyu kama nafasi ya pili, kama hizo nafasi ya pili, yeye ni nani? Na alikuwa kundi gani? Tusahau vitu hivyo wakati tunakuja na hoja zetu kwamba huyu kama nafasi ya pili. Ni, ni, ni, ni kwambie kwa mfano nitachukua mfano kidogo wa ligi ya mabingwa Afrika. Al Ahly kamaanza nafasi ya pili. Mamelodi Sundowns kamaanza nafasi ya pili. Je, niulize hawa ni, ni, ni vibonde? Je, hawa ni mchekea? Yule ambaye nafasi ya kwanza anajuta. da ah, Ahali kama zina nafasi ya pili nimekwisha. Umeona? Sasa Mamelo kama zina nafasi ya pili nimekwisha. Kwa hiyo tusiende na hii mentality kwamba Al Masry kama zina nafasi ya pili. Kwa hiyo ni nafasi kwa Simba kwa sababu kama zina nafasi ya kwanza. Hapana, huo ni mtego. Lakini watu wanasema kwamba mechi za kombe la shirikisho ni wengi wanacheza ni vibonde. Da, hapana, nakataa, nakataa na nakataa nakata, nakata tena. Kwa mfano Rasibekana yupo katika michuano hii. Yeye ni bingwa wa Morocco. Anazungumza kuhusu bingwa wa Morocco yupo katika hatua hii ya michuano ya kombe la shirikisho, unazungumza atamani mbaukua. Ni mtu ambaye kwenye kombe hili no, no wa, wa kiswa, michuano, shaka. Sasa, mtu kama huyu Zamalek unasemaje ni kibonde. Mtu kama Arisbekano unasemaje kibonde? Amekuja hapa tumeshuhudia wanapocheza amecheza una una na kina Simba. Tumeona yupo Asa kimemoza. Tumeona jinsi ambavyo anacheza na kina Simba na na kina Yanga tumeona anapocheza mambo anapokuwa. Kwa hiyo mimi si, si, si, si, sina sina eh sitomvumilia mtu ambaye atazungumza ata kwamba ni mashindano ya vibonde kwa sababu ya timu ambayo zinashiriki michuano hii. Kuna utaratibu upo. Sisi tuna bahati Tanzania kwamba tunapeleka timu nne. Katika michuano ya kimataifa na hii inatokana na uh, mafanikio makubwa ambayo tumeyafanya. Kuna timu ambazo zinapeleka, kuna nchi ambazo zinapeleka timu mbili, moja shirikisho, moja ligi ya mabingwa. Kwa mfano, fikiria kama Tanzania eh, kama si faida ya timu nne kwamba Simba ilibidi aende shirikisho kama alivyo hivi sasa. Yanga ligi mabingwa kutokana kwamba alikuwa bingwa na huyo akawa nafasi akawa nafasi ya Simba, alikuwa nafasi ya tatu msimu lioopita. Azam ambaye alikuwa ligi mabingwa hayupo, lakini atatibu kwa kawaida. Zamani ilikuwa mmoja aenda shirikisho mmoja aenda ligi ya mabingwa. Umeona, hapo ndipo gumo. Kwa hiyo hii confidence ya kusema ni michuano ya vibonde ama chizimu ambazo hazina ubora huo ni kwa sababu tu tulipata hiyo hewa ya kujinafasi kwamba tunapeka timu nne Simba na Yanga ligi mabingwa, afu wengine wanaenda michoano, lakini kuna wengine nafasi ni mbili tu, bingwa na makamu bingwa, wote wa bendi ya kimataifa. Mmoja anaenda ligi mabingwa, mmoja anaenda kombe la shirikisho. Kwa hiyo wanasema kwamba ni michoano ya vibonde, ni, ni, ni, ni michoano ambayo bado ina heshima yake, ni michoano ambayo bado ina ina watu. Kwa hiyo cheza Malek hapa, ndugu yangu, ana uwezo wa kusambaza kilio Jangwani, akapeleka pia Msimbazi, alafu akaenda kumalizia Bunju na Kigamboni na vipi ukiangalia wachezaji ambao wametoka timu za taifa, unadhani kuna sababu ya wao kuchezeshwa katika hiyo mechi? Hii ndio zile mechi ambapo kuna kauli umetumia hapo gari moto, mboga moto. Hii hii haina mjadala hii useme kwamba wasicheze kwenye mechi kama hii. Na ukweli eh, ni kwamba tayari eh, taratibu ama ile saa ambazo zinaruhusiwa za kimichezo kwa sababu baada ya mchezo mmoja hadi mwingine mchezaji anapaswa kupumzika saa zilizopungua 72 kwa hiyo tayari wameshapumzika kwa muda huo kwa sababu kwa mfano mchezaji ambaye amecheza mchezo wa mwisho kwenye timu ya taifa ni timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ndio amecheza mchezo wa mwisho kwenye kalenda ya FIFA mchezo wa mwisho kumalizika kwa sababu wengine wakina Destin Mkwala, mechi yao ilisha mapema kabisa. Walikuwa, walikuwa, walikuwa nyumbani walishinda goli moja sifuri mchezo ulikuwa mapema kabisa walimfunga Gine Kamara naye halikadhalika hivyo hivyo kwa hiyo hawezi hawezi kuwa na excuse mechi imeisha. Jumatano jioni. Jumatano, Alhamisi, Juma Jumamosi, al Jumapili, juma, juma, juma, juma, juma, paka unafika siku saba useme haujawafiti utakuwa na sababu haya. Ambao wametoka Morocco, ambao walikuwa ni, na timu ya taifa walipumzishwa kwa mbosi Berlin Morocco, nyinyi mtaunganisha kwenda Misri moja kwa moja. Namzunguza Mohamed Hussein, namzungumzia Al Salim Shomari Kapombe na Kibu Dennis, umeona? Kwa hiyo hakuna mazingira ya kujitetea kusema kwamba wamechoka wamefanyaje. Ni lazima awe kwenye mpango wa, wa mechi dhidi ya Al Masry na labda kama kuna mtu ambaye atakuwa yuko fiti, mfano kama Musa Kamara tumemwona yuko kwenye timu ya taifa ya Gine, lakini bado kuna video ilionekana yuko kwenye timu ya taifa. yuko benchi pale, lakini wanasali lisitokea la kutokea kwa sababu bado alikuwa haiko fiti muda wote, madaktari wako kwenye goti lake, wanaliweka sawa, wanafanyaji. Kwa hiyo alikuwa na ofeli, ingetokea la kutokea, pengine ingelazimika kuingia akiwa akiwa na majeraha, lakini hawa wengine sidhani hata kama kuna, kuna, kuna, kuna haja ya kusema mtu apumzike. Ni mipango tu ya mwalimu jinsi ambavyo atamua kuingia, wote wako tayari kwa mchezo kwa, kwa, nikisema hivyo kwa maanisha kwamba ile ratiba ya FIFA haiathiri chochote kwenye mchezo wa Simba na Almasri siku zimepita za kutosha kabisa. Hata kama kusingekuwa na break international break, ina maana wangekuwa na mechi za ligi hapa katikati na wangesafiri kwenda Misri. Kwa hiyo sioni kama kuna kisingizio cha mtu yeyote kutocheza mchezo huu kwa sababu ya majukumu ya timu ya taifa. Wote wameshafika, na uzuri sasa, miaka kadhaa iliyopita Simba katika mechi za ugenini ilikuwa ikifanya vibaya, ilikuwa inafungwa tano bila hmm, tano bila, tano bila hmm. Baadaye hapo katikati ikarudi katika kasi ya ajabu ikaya inapiga nje ndani nje ndani. Lakini hebu tuangalie sasa msimu huu nani walikuwa tazama, kikosi katika ile hatua ya makundi hatua zilizopita zile za wao mm, na mechi za ligi, mwenendo wao hii Simba sasa hivi unaionaje? Uh, na hiyo Simba ambayo imemarika, Simba ambayo inajiamini na kujiamini kwao kumetanabaishwa na, na michezo ambayo imepita. Taja michezo ya Bravos kwenye hatua makundi moja moja kule Angola mchezo dhidi ya Konstantin wamefungwa goli mbili moja, lakini kuna mtu alinyanyua mikono juu akasema kwamba Simba kuna kitu na kitengeneza mchezo dhidi yao, tuliona ambacho Simba walikifanya walishinda. Kwa hiyo, na na nachelea kusema kwamba Simba ya sasa hivi ni tofauti na, na Simba ya, ya, ya, ya miaka iliyopita, lakini kuna kitu ambacho kina tofautisha Simba hii Simba hivi sasa ya ni Simba ambayo wewe unajitangaza mwenyewe, wewe mchezaji unapewa nafasi, fanya unachoweza, tofauti na Simba zamani, ya zamani tulikuwa tumekariri kumi na moja ya kwanza. Simba ni kariri, yeye anajua kabisa leo atazima Emmanuel Okwi, Meddie Kagere ndo atazima John Bocco, kuta sio chama Jonas Mkude, hata wale waliofanya na lisi yao akina Al Ahly alipompiga tano pale Cairo, Vita Club alipompiga tano pale Lubumbashi alikadhalika Souri alivompiga goli tatu Mazembe alivompiga tatu nne, alivompiga nne pale Kongo, ni kwa sababu alifanya halisi. Anajua kabisa Aishi Manula atacheza, asante kwa wakati ule, atacheza Shomari Kapombe watu wamehukumu, wanajua kabisa 11 yao ya kwanza ni wapi. Lakini Simba sasa hivi tabiriki, wewe unaenda unasema, unaenda kumkaba <cansi> <cansi> eh, Kagomo na kukutana na Mavambo, unasema unaenda kukaba na, na, na chaza wao na kukutana na Liam Panzo, unasema unaenda kumkaba Ateba, ameanza Destiny Mkwala umeona kwa hiyo, hiyo ndio kitu ambacho kinaifanya kina Simba istabirike na supporta beka kwenye mche, kwenye, kwenye football, ndio kitu ambacho kinakusaidia wewe kuwakwepa wapinzani. Kwa hiyo hii ni zikando sababu ku, silaha kubwa ya Fred Davis msimu huu kwamba wewe una mtarget Kibu Denis na shanga Kibu Denis yuko mbao pale, anaingia kipindi cha pili, nafikiri ndio sababu kubwa. Kwa hiyo Simba hivi sasa ni Simba ambayo inajitanabaisha kwenye mazingira yoyote yale yani, Leo unaweza ukashangaa mechi na Al Masry hiyo Aprili mbili wakaanza hawa Dar es Salaam wakaanza wengine. Kwa hiyo ni kitu ambacho inabidi tumsifu Davis, lakini pia e, wachezaji wenyewe nafasi nafasisioneshi, lakini leo akicheza Kagoma unasema safi. Akicheza Mavambo safi. wa, una, una, una, una, una, safi. safi, nafikiri wachezaji pia wameonesha kwa nini wanacheza klabu ya Simba. Unaipa nafasi, nga, nafasi, uh, nafasi ya Simba na Al Masry ugenini ni, ni, ni mtihani eh, kwa sababu ya timu uh, zote mbili zilivyo, lakini ukiniambia, ni niweke kwenye karatasi nyeupe na niandike ni mechi ambayo nilisimamisha 51 kwa 49, usiniulize no. wapi <laughs> ina tofauti kwa kwa kwa na na, na na tufut, ni moja kama sio mbili, akasema yule mchambuzi, alimuua sipa <laughs> 51 kwa 49 ni, nimeonyesha heshima kwa timu zote mbili, na hizi zimekuja kupanda kwa sababu ya ujamaa, iko nyumbani ujue. Halafu kitu kingine Grace, tusikiache. Hii ni timu kutoka Afrika Kaskazini, yule akipata goli moja tu. Labda kwa sababu anakuja kwa Mkapa na anajua kwa Mkapa palivo. Lakini wakishapata goli moja utashangaa mambo yamebadilika kabisa, wanaanza kupoteza muda, wanaanza kufanya nini? Kwa hiyo ndio vitu ambavyo vinafanya nashindwa kuweka hii mechi katikati, kwa hiyo kutokana na timu kuna wakati ya kwanza Azam na Al Qadar watu wakamuua waka, waka, waka kabisa, Alikadari wakasema shughuli imeisha, ndio zambo. Alikula gongo ngapi? Alikula chuma tatu kule, shughuli ikaisha. Kaja hapa anapambana, apata goli mbili, shughuli. Watu wanalala chini, goli la kwanza wamefungwa, wamelala chini. Dakika sita wanacheza cheza cheza, hasa pata goli ya pili, dakika za jioni, mechi haijachezwa tena. Ukaona imechezwa yani, wanacheza dakika like, ngapi? Wamelala dakika ngapi? Wamelala, mechi ikaisha, Azamu wametoka kwa aggregate ya 3-2 kwa hiyo Uh, timu za Afrika Kaskazini zina michezo mingi sana ambayo ndio inafanya tunashindwa kuhukumu ku moja kwa ku moja kwamba mnyama ana nafasi katika mchezo huu wa hatua awal mkondo wa kwanza. Naam, kama ulivyomsikia mchambuzi Afred, amechambua vizuri sana na yeye, kwa mtazamo wake, ameona kwamba Almasri ina nafasi kubwa aslimia ya kushinda kwa asilimia 51 huku Simba akiipa asilimia 49. Je, wewe mtazamaji unaipa asilimia ngapi Simba na Almasri asilimia ngapi? Natumai umefurahia uchambuzi wetu wa leo na tulikuwa naye Alfred Kavishe amechambua upande wa Yanga mechi ya Yanga dhidi ya Songea na pia mechi ya kimataifa ya Simba kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Masri. Natumai umefurahia vizuri uchambuzi wake. U, ulikuwa na mimi Grace Mkojela lakini nyuma ya kamera yetu ulikuwa naye Festo Polea. Usikose kipindi kijacho.